Kwa majina naitwa Helena Peter Mboya, nilizaliwa tarehe 18 mwezi wa pili 1950, katika mkoa wa Arusha, Monduli. Kazi ya kushona niliipenda kwa sababu ili niweze kumalizia uzee wangu kwa ajili ya kushonea watu nguo, kuziba viraka, ili nipate pesa ya kukimu kwa wajukuu wangu ambao wazazi wao walifariki kwa ajali ya gari, ambao ni sita wanasoma na mwingine yuko hapa VETA anasoma, namsomesha mimi, yuko chuo, wengine wako chuo Dodoma na hangaika nao kusomesha, wengine bado ni wadogo, wako darasa la saba na wengine wako darasa la nne. Kwa hiyo najitahidi tu hivyo hivyo, sina kazi nyingine zaidi ya hii ya ushonaji. Biashara yangu nyingine ndiyo kwa naifanya, nilikuwa nafanya biashara ya kukaanga dagaa, naona kwa kipindi hiki nilichofikia sasa hivi, kukaa kwenye moto naona naonane umri umeshaenda. Biashara nyingine anafanya na biashara ndogondogo kuuza nyanya na nafaka tofauti tofauti, lakini zilipoisi tarehe ishirini na tisa walibomoa kibanda changu wakabeba kila kitu na kuniacha sina kitu chochote. Kwa hivyo hapa nategemea tu nipate, nimalize, nimemaliza kichuo nipate cheti changu. Ni, niombe wanisaidie niweze kupata cherehani angalau niende niendelee kunanii kushona, ili nipate mahitaji yao watoto. Sikupata mtu wa kuweza kunifundisha hii kazi ya ushonaji, ilipotokea hii fursa ya mama Samia nikawa nimeitwa hapa Veta, ndio nikaja kujifunza ili niweze kumalizia uzee wangu. Naomba tu serikali nisaidie mtaji na cherehani kwa ajili ya kuendeleza hii kazi yau inayau imba ambaye nimehitimu leo, nilikuwa kwenye ni mafunzo ya cherehani kushona nguo, na umri wa miaka 55, ambaye na watoto saba. Watoto wenyewe na, wenye na wenyewe hawana ajira yoyote, wapo wako tu wenyewe kama jinsi nilivyo mama yao kushona nguo, hivyo leo ndo tumehitimu, hatuendelei tena kufanya kazi nitakuwa tena nenda nita kurudi nyuma zaidi kwa sababu sina pa kuanzia, sina yuma tambeni hapa ambacho kipo. Heri ningepata msaada, nipate cherehani ili niendelee na kazi niliyoifanya, kwa sababu nitabaki nyuma, nitasahau tena, nitakuwa kama sijafanya mafunzo yoyote.